Moja kati ya stori ambazo zina trendi katika mitandao ya kijamii sasa hivi ni stori ya Diamond Platnumz kumooa Zuchu. Kile ambacho wengi walifikiria ni tetesi, sasa kinaonekana kuwa kweli kabisa baada ya video na picha kuibuka mitandaoni zikimuonyesha Diamond Platnumz akiwa kwenye kile kinachoonekana kuwa ni harusi ya siri. Lakini kile kinachowashangaza wengi zaidi si harusi pekee, bali ni caption aliyoandika kwenye posti hiyo. Hebu tusome kwa ufupi tu. Diamond Platnumz alisema hivi, miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Kwa maneno hayo, Diamond anaashiria kuwa kuna mambo makubwa yametokea nyuma ya pazia, lakini kabla hajaelezea kila kitu, aliishia kwa kusema hivi, huyu Diamond Platnumz alishawahi kuoa na kuna siku nitawaambia ikawaje. Wakati mashabiki wakingoja kwa hamu hiyo siku ya Diamond kuelezea ifike, Mange Kimambi angeweza kuvumilia. Kupitia akaunti yake ya TikTok, alitupa bomu la kwanza. Mange alimpongeza Diamond kwa kumuoa Zuchu, lakini pia akasema kwa vile Diamond haja elezea yeye Mange Kimambi atamalizia hiyo hadithi kwa sababu anajua kila kitu kilichotokea. Video hii ya Mange imewasha moto mpya mtandaoni, kwani watu wengi wanaamini kuwa Mange Kimambi ana taarifa za ndani zisizo za kawaida. Hebu mcheki kwanza. Diamond, mdogo wangu wewe, kiboko wewe nini? kiboko dadako. Nimekubali. Nimekubali. Mama dango, wewe kiboko nini, nimekubali, nimekubali, nimekubali. Leo sasa ndugu zangu asamami dadaenu mna hizo picha zoposi Diamond leo, hakuna uongo ila kuna mwendelezo. <coughs> <coughs> <coughs> simnaona pale mwisho Diamond <coughs> kaandika nini ni? Kaandika nini mwishoni? Kaandika alafu nitakuja kuwaambia kilichotokea. Mi ni leo sasa kilichotokea, namsaidia Diamond kumalizia hiyo caption. Haya, alafu kingine nilichojifunza ndugu zangu, nianze kuwaamini wambea wangu. Nianze kuwaamini wambea wangu wengine maana mimi mbea kama sijakuzoea, kama tunatrust kuniletea habari na kataa mpaka unipe evidence. Hii habari haina ndoa ya mkeka. Eh, eh, yani ingekuwa kwamba sinakubali tu kumwamini kila mtu, ningekuwa nishaandika. Anyway, naomba niwakute kwenye app na kwenye subscription mtakaa chini ndugu zangu. Hadija Kopa anamsiba saizi, oh oh. Katika video yake ya pili, Mange Kimambi hakubakiza siri hata moja. Alielezea kila kitu, kuanzia jinsi harusi hiyo ilivyopangwa kwa siri, akahusisha baadhi ya ndugu, akafichua location na hata kusema kuwa ndoa hiyo siyo ya maigizo, bali ni ya kweli kabisa. Nitakuruhusu kuitazama video hii yote hapa Mizuka Media. Lakini je, unadhani Diamond Platnumz aliamua kuoa kwa siri kwa sababu ya drama za zamani, au kuna kitu kikubwa zaidi nyuma ya ndoa hii ya Zuchu na Diamond? Hebu tuambie maoni yako kwenye comment section baada ya kutazama video hii.

t ndo zile picha pale ndo imefungwa Diamond, ndo kusaini chochote hakuna, sio makaratasi waliosaini hakuna, yaani ndoa ya mkeka, ya mkeka kweli. Sasa what happened? I think watu wa app niliwaambieni ile story stori ne? Sasa ugomvi wa kuishia pale, 3 days kabla ya harusi ya juzi. we siyo mke wangu tena kuanzia leo meseji tatu kamchapa talaka siku tatu kabla ya harusi ya Mama Dangote amekaa pale anamsimamia andike meseji moja moja Mama Dangote kasimama pembeni Diamond kaziandika talaka hizi mnaambiwa Zuchu sasa hivi ana wiki hadi ni analia tu Najua ndo ya like Kiislamu ukishamwacha mwanamke kwa talaka tatu, urusii kurudia kuwa naye au kumwoa tena mpaka akaolee na mtu mwingine kwanza, akachokonolea kwanza na mtu mwingine, achumishwe mchiche na mtu mwingine ndo uje umuoe tena hey! Sio kama uh, wenzetu labda kule kwamba ukimwacha mtu mkiachana, you can get back together like you can divorce and get back together po. Hapa hapana, huku kwetu bwana, ukishachapa mwanamke talaka lazima akaolewa na mtu mwingine, akachokonolewe kwanza kule, afu apewe divorce kule, ndio arudi umoewe. Sasa naambiwa hadi Jacoba na, na msiba tu mtoto ataki kula mtoto ataki kusimama mtoto ataki nini, ataki nini, hataki tena kuishi Ndoa imelasti miezi kama si miwili <laughs> si mitatu. Shika moda, ah, shikamoo Mama Dangote. Watoto wa kike, acheni kufosi ndoa, acheni kufosi ndoa, maana ndo atakuta, acha mwanamume ataki kukuoa.